Zaidi ya watu mia mbili wamejadili wameijadili picha hii ya Tundu Lissu akiwa mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam salamu nchini Tanzania hivi karibuni. picha hii imechapishwa na Bob Chacha Wangwe katika ukurasa wake wa Facebook, akisema mahabusu, akitoa maelekezo kwa mawakili wake. kaka yake senior advocate Alute Mwai anamwangalia mdogo wake kwa tafakuli Sidhani kama hata anamsikiliza. Unadhani hapa anajisemea nini kichwani mwake? Mimi nadhani anasema dogo anapambana sana, au baba hakuuza ng'ombe, kupeleka ng'ombe shuleni. Baada ya maelezo hayo ya babu Chacha Wangwe, zaidi ya watu mia mbili na kumi wamechangia picha hiyo, huku mwingine Otieno wa Tai anasema Constitution working around Tanzania land. Huyu Raymond Shayo anasema kuna watu wawili hapa duniani, ninaposikiliza hotuba zao wanapata burudani sana. Wa kwanza ni Mwalimu Nyerere, na wa pili ni mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani anaitwa Tundu Lissu. Modesta Nshunju anasema wasio haki wakitawala watu uugua, wenye haki wakitawala Watu ufurahi, watu watafurahi Lissu akitawala. Lissu, Lissu sio mwaini. Lissu ni mtu wa haki. Mfuna Msamba anasema hilo swali lako limenifanya nicheke. Cheke. Julia Pita anasema nchi nacho kichwa hichi, nacho kichwa cha taifa. Heri Shabani anasema damu nzito ni lazima umie. Godfrey Kahabi anasema hakuuza ng'ombe kupeleka ng'ombe shuleni hapo ni intensive law school ukitimba hapo hautoki kabisa hii kesi mwezi ujao inakufa hawezi kupambana na Lissu kwenye mahakama hapo close examination itakuwa ni bala amandra ametu aluta continue victor akleta no reform no election. kochi konchi anasema mungu akutetee itundu Lissu wetu Edgar Rukerebuka anasema wakati mwingine nikihisi uoga jambo fulani, huwanajisemea moyoni, awa wajinga inatakiwa iwakabili kama Tundu Lissu, napata ujasiri na toboa. Helena Magabe anasema kwanza, miye nimependa jopo la mawakili lilivyomzunguka, lakini kuhusu kaka yake, nadhani anawaza mdogo wake atatoka magereza lini, arudi kwenye harakati zake. Baraka Mwakiusa anasema huyu dogo anastahili kabisa kuwa rais wa hii nchi, anapambania raia. Wilson Kahagi anasema katika watu wenye bahati kubwa na watakaofanikiwa sana kwenye keria yao ni huyo dogo, mwenyekiti wa Bavicha amekuwa na bahati ya kukaa na vigogo wa sheria akiwa bado mdogo. Mungu kulinde kijana. Hasani Gombe yeye anasema anamuonea huruma kuona anapambana wa, anapambania wajinga wasiojielewa. Astro willboto anasema anajisomea maskini dogo, anapambana anapambania watanzania wasiojielewa. Maiko Molele anasema anamuhurumia. Helen Kazala anasema wameyatimba. Levakatu simtaki anasema wote hapo wana mcheki kwa makini, na kumuhurumia sana. Mwamba da Edina kilenga anasema wanawasikiliza kwa makini maelekezo ya mwanasheria Lisu. John Ezekiel malina anasema hakuna kurudi nyuma. Richard mlemi anasema hapo kuna vichwa vya Harvard University na viona hapo vya akili sana safi kabisa. Ronaldi mwita anasema ila dogo hana hata mteteleko katu. Imamu Fundi anasema baba mkwe, kaka yako mwangalie vyema. Omoyo kwange anasema Lissu wakomboe wa Tanzania, katiba lazima ibadilishwe ndiyo kura ipigwe. Katiba iliyoko saa hivi, hata ukishinda watatumia njia ya ulaghai wa kunyang'anya. Felix Mwambogo anasema imani yangu wanaocheza na Lissu kihama kina wasubiri baadaye kwa kuwa yupo yeye aonekane lakini huishi siku zote. Murashani Gilbert anasema tukibaki hapo hapo kwenye ng'ombe, kuna maksai moja ilikuwa na vurugu zaidi ya hii liias keto aina ya zebu ilikuwa na kaka yake alienda kuhakikisha wanabaini kisa cha mauaji mara mbili postmortem Faraja Charo, Chara anasema unadhani hata kama ni mimi naweza kuisapoti CCM zaidi ya ndugu yangu? Ndugu kwanza, huko kwingine vigeugeu. Mamudu Hamisi Saidi anasema Lissu ni miongoni mwa watanzania wachache wenye akili nyingi sana. Kwa kesi kama hii mi nadhani tutajifunza mambo mengi sana, mwamba atatoa elimu kwa mawakili wengi sana na watanzania Alexi Kastori asema mwamba kutoka Singida, heshima yako. Yusufu Kisankile anapambana nchi nzima na yaliyoganda Bongo. Noa Mapunda anasema lenye mwanzo alikosi mwisho, dogo koma. Yanga Simba hapo kwenu au weka neno hakika. Edroni Nyakayango anasema hii itakuwa picha bora siku zote. Ketra Mwitewe asema hii nzuri mno. Brian Joseph asema picha bora kabisa ya mwaka. Kaitani Jerome Nyaku asema no reform no election. Isaac Machiria Tanzania asema huruma huruma, lazima damu ni nzito kuliko maji. Chauma, stand up, huyu ni smart boy. Erasto Madai anasema kilichotoka juu mbinguni ni cha juu tu, hakuna wa kukishusha Mungu jamani, apangiwi, wao wanadhani wanapambana na Lissu kumbe wanapambana na mipango ya Mungu. Davidi Mkumbo anasema wonderful person. Mwakabanga Kionyela anasema hapo pa baba, pa baba akuuza ng'ombe kupeleka ng'ombe nimepaelewa vizuri sana. Johni Lupele, Lissu ni hatari sana wanamjua tena sana Peter Esi Yakobu anasema hakika love Tundu wa Tanzania tushaanza kukuelewa. Pierre de Mnyaro Katoro anasema Mungu amlinde sana. Benirin asema familia takatifu huyu. Hesloni Rubivi anasema atatoka salama tena kwa kishindo. Mozesi Rugeze anasema dogo anapambana. Lisha Kapinga anasema bobu chacha wangwe, ni kweli kwamba Bi Elicia Magabi, Mr. Lissu na yeye ni mwanasheria wakili. Benedikti Mugesi asema ukombozi ni wito. Abui Simon asema Tundu Lissu ni mkombozi wa Watanzania, mzee hakupenda akupeza ada, hakupoteza ada yake kabisa. Baba Jay anasema huyu jamaa ni mwamba wa sheria, yaani hadi anawapa maelekezo yeye mwenyewe kwa wakili wake Yani, kuna vitu hawavifahamu, yeye anawelekeza da ndume Kassian anasema hapo, vichwa tupu, hakuna boga. Mara kanjanja, madini tupu, vivaa tausemamen asema anafarijika kumuona mdogo wangu Deogratius Mahinya Mainyira akiwa pembeni hapo, anakula madini. Dijo Banks anasema weye, si unaona kabisa, anamonea huruma. Josefu Mbele Asema uzuri wa huyu kaka yake ni kuwa anaheshimu uhuru wa haki ya mdogo wake kushiriki siasa atakavyo kwa mujibu wa katiba. Naiheshimu familia ya Tundu Lissu kwa hilo, kwani hatujawasikia wakimlalamikia au kumshinikiza Tundu Lissu kuhusu pilika pilika na harakati zake. Chazi Karomba asema huyu ndiyo simba wa Tanzania, alienda shule akasoma kweli. Halima Omari anasema damu nzito Robert Mzilai anasema Mungu awatie nguvu. Robert Kanyumba anasema Tundulisu ni kombola la masafa marefu, anajulikana dunia, dunia nzima. Mungu ampe huyupingwa mtete tezi wa Tanzania wote afya na maisha marefu, haki kwa mheshimiwa Tundulisu. Ezekieli Bana anasema hicho kichwa, Mungu ampiganie. Jonas Hezedu anasema Tundulisu anatuvutia Raima Nudini asema anasema Mungu mlinde mdogo wangu. Doto Kasma anasema anajisemea moyoni, baba zile hela alizokuwa anapeleka shule zilifanya kazi kweli kweli. Moses Mboya anasema ila blog ni mtifu wa s anajiuliza dogo, imekuwaje? Sanlego anasema dogo anapambana kutafuta haki kwa waliolala sikio ila atatoka tu make ni Tundu Lissu ni wakili top 1 in Tanzania. Mike Jones anasema kuna bomu litaripuka hapo. Oho, hawa si watu wazuri. Igras Jonas anasema anaona kwamba wote wanamwangalia kwa macho ya kumsikitikia. Kalosi Makalanga anasema Mungu aweze awezi kukuacha Mheshimiwa Lissu. Ana Jones Ambokire anasema yani, huyu baba sijui nitamuona wapi? Lissu, mpambanaji, mfano kama Yesu alikuja kugomboa, lakini alipitia magumu sana kwa ajili ya zam, dhambi zetu binadamu, ndio kabadili. Lissu anapitia magumu kwa ajili yetu. Pole sana babaangu, Mungu yupo hata kupigania yeye, ndo jana leo hata milele. Big up sana baba na kupenda sana Johnny Undole anasema asante, amen wanaokuangaisha ili ukate tamaa watakatao kabla hujashindwa. Long live Mr President. Methodi Muhagama anasema Mungu msimamie ndugu yetu Tundulisu. Emmanuel Malipula asema sauti ya umma. Musa Susu anasema huyu mwenyekiti wa vijana yupo makini, anaangalia vifungu. Maoni ni mengi mengi mengi kwelikweli lakini yote hayo yametokana na picha ya Tundu Antipas Lissu pamoja na mawakili wake, kama inavyoonekana hapo pichani. Ni picha ambayo imewavutia watu wengi, imechapishwa na Bob Chacha Wangwe akisema, mahabusu akitoa maelekezo kwa mawakili wake. Kaka yake sinia, advocate alute mgwai anamwangalia mdogo wake kwa tafakuli. Sidhani kama hata anamsikiliza. Unadhani hapa anajisemea nini kichwani mwake? Mimi nadhani anasema dogo anapambana sana, au anasema baba hakuuza ng'ombe kupeleka ng'ombe shuleni. Ndipo maoni ya watu kadhaa wameendelea kutiririka ama kueleza kutokana na picha hii ambayo imeleta tafakuri kubwa. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Karulunga, karibu kwa maoni yako.